Hujambo mtazamaji na karibu katika Kurunzi Live. Leo hii ikiwa ni Jumanne tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia, ila kwa wengi huyu hakuwa tu kiongozi wa kanisa Katoliki. Alikuwa pia kiongozi wa dunia kwa njia moja au nyingine ni kiongozi aliyekuwa akiyazungumzia masuala mengi tofauti duniani, hasa mambo yaliyokuwa yakiwaathiri wanyonge. Lakini pia alikuwa hahofii eh, kuwaambia ukweli viongozi wa kisiasa duniani, hasa anapoona mambo yanakwenda kinyume na maadili ya uongozi. Lakini pia katika uongozi wake kama Papa hakukoseka hakukosekana utata. Kuna masuala fulani ambayo aliyazungumza ambayo hayikubalika na watu wote duniani. Ila pia marehemu Papa Francis hakuwa tu mtu mnyenyekevu, na alikuwa akizungumzia masuala mazito ya kisiasa na haki za binadamu la anajulikana pia kwa ucheshi wake na mtu anayependa kufanya utani mwingi tu na kujiweka karibu kabisa na watu wa kawaida au watu wa daraja la chini kabisa katika jamii. Papa Francis na urathi wake ndiye tunamjadili leo katika Kurunzi Live, ukiwa nami Jacob Safari pamoja na mwenzangu hapa Hawabihoga. Karibu. Hawa, mimi na wewe ni waandishi wa habari, na katika taaluma yetu hii ya uandishi tumeandika na kutangaza mengi kuhusiana na eh, Papa Francis katika kazi zetu za kila siku, ingawa hatukupata fursa ya kukutana na kuzungumza naye uso kwa uso. Acha niseme mimi sikupata fursa, kwa sababu labda wewe Hawa, katika mishemishe zako, labda uliwahi kukutana na Papa Francis sijui. Hapana, hapana. <laughs> kazi zake tumefanya tu kupitia E, namna tunavyofanya kazi kila siku. Naam, bila mm -hmm shaka, sasa tunauliza utamkumbuka vipi Papa Francis kutokana na jinsi ulivyomjua katika maisha yako ya uandishi wa habari, hawa, hasa katika chombo cha kimataifa kama DW ambapo tunamwangazia sana, tunazungumza mengi tu uh, kumhusu Papa Francis. Mimi nitamkumbuka kwa mengi sana kama kiongozi wa kidini ambaye alitamani sana kuwaleta watu pamoja mm. Lakini si hivyo tu, Jacob, pia alitamani kuona watu wote wako katika usawa. Aliwaangalia pia watoto, lakini pia aliangalia masuala ya umasikini. Alitamani sana kuona watu wa tabaka la chini mm. na wenyewe wanaangaliwa lakini pia katika masuala ya haki za binadamu namkumbuka vizuri, tumeandika sana kuhusiana na namna alivyopambana na masuala ya haki za binadamu. Kama ulivyosema, katika masuala ya haki za binadamu si eneo lote ali watu walikubaliana naye no. Kuna, kuna mingele, maeneo mengine walitofautiana naye no, na alitoka hadharani akaeleza msimamo wake, kwa nini anafanya hivyo. Lakini pia e, nakumbuka namna ambavyo alitamani kuwaleta pamoja alit, alit, alipenda sana mazungumzo badala ya mtutu wa bunduki mm. Alitamani kuona viongozi wanaozozana wanakuja pamoja, maswala ya kidiplomasia mm. Utakumbuka alivyofanya ziara yake kule barani Afrika e, nchini Congo alihimiza masuala ya amani, lakini alivyoenda kule pia Sudan, Sudan. Naam, bila mm. shaka hawa mimi, kuna swala moja ambalo alifanya papa ambalo linigusa na nikampa heshima yangu kwa hilo, kwa upande wako wewe pia kama mwandishi eh, ni ile, mm. kwa kweli... e, ile hatua yake aliyojaribu kufanya kuwa kama daraja katika dunia ambayo kwa kweli imegawika. Kwa kusema hivi namaanisha, alijaribu kuunganisha pande tofauti zilizokuwa zinatofautiana na alitoa wito mara kadhaa ya mazungumzo ya kidini, kisiasa na hata katika masuala ya kitamaduni ambayo yalikuwa na utata. Nakumbuka wakati mmoja, mwaka elfu mbili kumi na tisa alifanya jambo la kihistoria, ambapo alikuwa Papa wa kwanza kufanya ziara katika eneo la huba kule Mashariki ya Kati. Alikwenda katika Umoja wa Falme za Kiarabu na kukutana na kiongozi mkuu wa Waislamu wa kisuni Ahmed Al Tayeb, ambapo walitia saini kile kilichoitwa azimio la Abu Dhabi. Na mbali na hayo ni mtu ambaye mara kwa mara alikuwa anatoa wito wa amani na mazungumzo ya kidiplomasia kama tulivyozungumza hapo awali hawa na nafikiri eh, tusisahau pia yeye yeah, alikuwa mara nyingi anatoa wito wa ulimwengu kuwahurumia wakimbizi pamoja na wahamiaji kutokana na hali ya umaskini waliokuwa wana, wana, wanaishi, na nafikiri hatustahili pia kusahau uh, kwamba alikuwa akizungumzia sana masuala ya mazingira pia, pia amezungumzia mm-hmm. hmm. masuala ya mazingira akihimiza kwamba ni muhimu kutunza mazingira kwa sababu swala la mazingira limekuwa likileta changamoto kubwa, hasa katika masuala ya njaa, ndani yake maswala ya uharibifu wa mazingira, namna ulivyochochea umasikini, hasa katika mataifa yanayoendelea. Kwa hiyo, kwa kweli, wanaharakati wa mazingira pia wanayo sehemu ama kipande chao cha kumkumbuka Papa Francis. Mm, kwa kweli. Lakini pia Papa Francis, kulingana na watu waliokuwa karibu naye na wale waliobahatika kukutana naye wanasema alikuwa mtu mcheshi na mwenye kupenda kufanya utani ila hmm. Kabla kulitazama hilo kumhusu Papa uh, tuyasome ya wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii wanasemaje kuhusu kiongozi huyu ambaye amefariki dunia. Mimi hapa hawa namwona Thomas Mayunga, yeye kulingana na maoni yake anasema huu ndio uongozi wa juu hasa kwa kanisa Katoliki ulimwenguni. Yeyote akiwa pale lazima ataheshimiwa, kwa sababu watu wakubwa dunia nzima, ukimtoa rais wa Marekani anayefuata ni Papa. Hayo ni maoni ya Thomas Mayunga. Alafu Ambros Joseph kutoka Mwanza anasema Papa Francis anaheshimika duniani kote na hata na wasio wa Kristo kwa sababu ya unyenyekevu wake, msimamo wake wa kutetea haki za binadamu, maskini na mazingira. Pia amekuwa kiongozi wa kidini mwenye mtazamo wa kujumuisha, akihimiza mazungumzo kati ya dini na kulenga kuunganisha uh, badala ya kugawanya. hawa kwa upande wangu namwona Goodlack Nikolaus, yeye anasema Papa Francis aliheshimika kutokana na unyenyekevu wa kuleta usawa kwa watu wote bila kujali itikadi zao wala hali za kiuchumi wala dini. Alitetea upendo kwa wote na alikuwa mtumishi, sio mtumikiwa. mm. Lakini pia namwona Wilson Nyagusuka wa Ronyasero huko Kuria, mashariki mwa Kenya, anasema Papa Francis aliheshimika kutokana na unyenyekevu na uvumilivu wake, na pia alikuwa mstari wa mbele kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, pia kuhakikishia wanyonge haki na amani kama vile Sudan, Kongo na ulimwenguni kote. Anamalizia kwa kusema Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi, amina. Geoffrey Mwami kutoka Rukwa yeye anasema hivi Msimamo wake wa masuala ya amani, unyenyekevu na mafundisho yake kwa ujumla ndio imekuwa sababu ya kupendwa na kuwa maarufu miongoni mwa wengi duniani, apumzike kwa amani. Halafu Jafet Isdori yeye pia yuko Rukwa huko, huko Tanzania anasema, mi nadhani kilichomfanya Papa Francis aheshimike ni kutokana na jinsi alivyowajali watu wote hasa walio na hali za chini na wanyonge. Namwona mm. Pale kuna Celestine Kajuna namwona Celestine Kajuna naye ameandika na hivi cha kwanza, alikuwa kiongozi wa wote, aliwatetea watu wote bila kubagua dini, kabila, masikini au matajiri. Jambo hili lilimletea sifa kubwa na pia muda wote aliishi maisha ya ufukara. Hmm. Lakini pia Barnabas Kulaya naye anatokea Moshi kule, anasema kikubwa kwangu, nitamkumbuka Papa Francis kwa msisitizo wake wa viongozi wa dunia kutafuta suluhu ya matatizo ili amani itawale. Hmm, tusalie huko, huko huko, kwa wafuatiliaji wetu ambapo mwandishi wetu uh, Veronica Natalis ye yeah, yuko Arusha kule na ameingia mitaani huko mm, kuzungumza na watu tofauti kutaka kufahamu watakachomkumbukia Papa Francis. Wacha tuitazame video hii sasa. Bila shaka mtazamaji na kusalimu kutoka katika parokia ya Roho Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Arusha kama unavyoona kanisa liko nyuma yangu hapo, na hapa ni uh, katika maeneo ambayo ninapata maoni ya baadhi ya wa wakazi wa Arusha kuhusiana na kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Kama tunavyojua kwamba miaga dunia, na kwa nini watu wanamzungumzia sana? Kitu gani ambacho kinafanya papa atakumbukwa sana? Haya ni maoni ya baadhi ya watu. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Kwa sababu alikuwa ni kiongozi mzuri, ameiongoza kanisa kwa muda wote vizuri, kwa lazima I mean, watu wapate maumivu. Na tangu alipoingia madarakani alikuwa ni mjumbe wa kuhamasisha amani duniani, na amefanya ziara nyingi katika nchi zile zenye mapigano ya kivita, huku akiombea tupate amani duniani, na wakati alikuwa na deal sana na eh, watu ambao katika jamii vijana wetu wameelemewa na dhambi hasa za ushoga na dhambi ya usagaji pia, lakini alitamani kwamba watu hao watambulike, akichukua lile andiko ya kwamba uh, makahaba na watu wengine wakosefu ambao jamii inawaweka mbali, kwamba hao watawatangulia katika ufalme wa Mungu. Nimewauliza pia wao binafsi watamkumbuka vipi Papa Francis. Tunaona katika homilia zake alivyokuwa anaelezea juu ya amani, juu ya upendo. Lakini nakumbuka Alhamisi kuu zilizopita alienda mpaka magerezani, akaenda kuwaosha wafungwa koni. Alituonyesha upendo wa hali ya juu sana, inawagusa pia ambao sio wakristo wa Katoliki, waumini wa Kristo, yani wa watu wote, yanawagusa tumekichukulia kwa huzuni sana, kwa sababu papa ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anagusa mioyo ya watu kwa namna nyingi sana. Kozi, alikuwa ni mtu wa mazingira ni mtu wa amani, ni mtu wa haki, na hata kuishi kwake kwingi alikuwa anahubiri juu ya haki na amani. Viongozi wengine ambao watapata nafasi hiyo kama papa, wasimamie juu ya haki kwenye ulimwengu, kwa sababu haki ndio kila kitu na amani ndio kila kitu. Naam, mtazamaji, na hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na vile ambavyo watamkumbuka Papa Francis. Umesikia mengi. Mjadala huu wa Kurunzi Live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn, Ujerumani, na kutoka hapa mimi ni Veronica Natalis, chao chao. Veronica Natalis nakwambia, mm -hmm. Chao na yeah. Umesikia ume, ume kuna mmoja kuna pale um, uh, mama mmoja pale jina lake silikumbuka lakini amezungumzia uh, kuhusu mojawapo ya hoja ambazo zilikuwa na utata, mm -hmm. na utata kuhusiana na uh, Papa Francis, swala la ushoga na usagaji na mambo kama hayo, lakini ameielezea kwa uzuri kabisa kwa hiyo ndio mambo ambayo yali ambayo tumeazungumzia awali mm -hmm. ambayo yalikuwa mm -hmm. eh, na utata wake kuhusiana na vutiwa zaidi na yule aliyezungumzia kuhusiana na namna ambavyo alienda kusambaza upendo kwa watu ambao wako gerezani magereza, na namna mm, na ambavyo aliweza kuzungumza nao na kuwasafisha miguu, ishara ya kusafisha miguu hii inamaanisha ni upendo bila na, shaka ni upendo na, na, na kujishusha na kujishusha, bila shaka kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki dunia nzima mm -hmm. Ni kiongozi wa kidunia lakini anajishusha kiasi cha kwamba anakwenda kumosha mtu miguu mm -hmm, lakini Oyo. pia na tukumbuke, aliwahi kubusu miguu pia ya viongozi wa, wa kule Sudan, Sudan eh, ambao wale wana, wana, wanakinzana kwenye mapigano wanahasimiana. mm. mm. Lakini pia ilikuwa ni ishara ya kuwarai kwamba waketi pamoja wazungumze, ili kunusuru maisha ya mamilioni ya raia ambao wameingia katika, wametumbukia katika mzozo wame, wanashuhudia uharibifu, wanashuhudia janga, wanashuhudia uvunjifu wa haki za binadamu, kwa sababu kwenye mzozo bila shaka pengine haki za binadamu zikakiukwa. Kwa hiyo mm, alikuwa shaka, anawaleta pamoja wahakikishe kwamba hilo linasitishwa mara moja mm. lakini kama tulivyosema hapo awali Papa Francis uh, anajulikana pia kwa ucheshi wake na hatua yake ya kujichanganya na watu wa kawaida au watu wa chini katika jamii hawa. Kuna wakati Papa Francis alifanya utani kuhusu umri wake na afya yake. Nakumbuka ndio <laughs> e, wakati mmoja na, ali, alikuwa anasema hivi tu alipokuwa na changamoto nyingi za kiafya, ambapo baadhi ya watu walikuwa wanasema kwamba ameshafariki mm, ila alikuwa bado yuhai na aliulizwa na waandishi wa habari jinsi anavyoendelea kiafya, na akajibu kwa tabasamu, kisha akasema bado nipo hai ingawa kuna baadhi ya watu hawataki niwe hai. Na wakati mmoja pia alifanya mzaha pia kuhusu umri wake, kumbuka amefariki akiwa na umri wa miaka themanini na nane, na alisema uzee ni kiti cha hekima, labda usahau utakapo kiweka kitu chako. Mm, bila shaka maneno yenye busara sana, yenye busara, yenye busara, na alikuwa anayaleta kwa njia kidogo ya ucheshi pia, na mimi yeah. Eh, nakumbuka wakati mmoja nilisoma mahali fulani kwamba mm, baada ya kuchaguliwa kama papa, uh, hiyo ilikuwa mwaka kama elfu mbili kumi na tatu hivi, aliulizwa Jorge Mario Bergoglio ni nani? Mm-hmm. Mm. Yeah, unajua hilo ndilo jina, jina lake kamili yeah. Jorge Mario Bergoglio. Na jawabu lake lilikuwa mimi ni mtenda dhambi. Hivi ndivyo ninavyoweza kujitambulisha vizuri kabisa, na alisema hivi akiwa anatabasamu hawa. Lakini napokuja swala la kujichanganya au kujiweka sawa na watu walio katika kiwango cha chini cha jamii au watu wa kawaida tu, Papa Francis alikuwa mtu aliyelifanya jambo hilo vyema kabisa, kwa sababu anajulikana kuwa alikuwa akipiga simu binafsi kwa watu wa kawaida tu ambao walikuwa wakimwandikia. Sasa katika hili, baadhi ya watu walikuwa wakifikiri kwamba wanafanya utani, maana mm -hmm. <laughs> alipopigiwa simu Uh, wengine walikuwa wana, wanakata simu. Kuna ma... ai <laughs> mambo ya kileo <haya. laughs> E, wakidhani ai kuna mwanamke alipigiwa simu na akakata, alafu papa huyu mm. Akampigia tena mm -hmm. Akamwambia ni mimi Papa Francis, kwa hiyo simu la gai E, kwa hiyo hakuamini na papa alipo aliposema hivyo ndio ikabidi aamini. Ah, ikabidi sasa wakaanza kuzungumza na sasa kuzungumzia hili swala la kupigia simu watu wa kawaida hawa. Makao makuu ya Kanisa Katoliki duniani Vatican, uh, yametoa uh, video leo uh, ya Papa Francis inayomwonyesha akizungumza uh, na watu kule Gaza. Inasemekana kwamba tangu mzozo ule vita vile vya Israeli huko Gaza vilipoanza vilipo, amekuwa akizungumza na watu huko kila siku uh, kwa wow, njia ya kuwapa faraja mm, kwa hiyo uh, ni mojawapo ya mambo alikuwa akiyafanya, hata alipokuwa anapitia changamoto za kiafya alipokuwa hospitalini, na nafikiri ni vizuri kuitazama hiyo video sasa hivi. Ni fupi tu mm -hmm, lakini tuitazame tuone.

Nilidhani ataweka simu kama mimi hivi <laughs> kwa mbali kidogo, macho yake kidogo mazuri ukilinganisha naye. Ukilinganisha naye kwangu. <laughs> na tusisahau pia kwamba alikuwa anapenda sana kucheza na watoto, na mara kwa mara huko Vatican, ambako ndiko kwenye makao yake makuu alikuwa anawa, anakubali, anawakubalia watoto kupanda katika jukwaa aliloketi na kucheza na joho lake, au hata waketi katika kiti chake na alikuwa akiwaona wanafanya vile alikuwa akicheka na kutabasamu na hata kufanya mzaha nao kidogo. Unajua mm, unasema e, hata viongozi mbalimbali mbali wanapenda sana kucheza na watoto maanaake, kuwapa ile watoto kwamba nanyi ni sehemu yangu, mm, bila mm shaka unajua, unajua watoto wao hawajui, hawajui, sisi ndio tunajua kiwango cha eh, Papa Francis, lakini mm, watoto anamona mm, tu lada Biblia inasema waacheni watoto wadogo. kwa Kwayote hayo tuliyoyazungumzia leo yanaonyesha kwamba hata kiongozi yeyote mkuu duniani anaweza kuwa kama mtu wa kawaida tu, naafurahia mambo ya duniani kama mtu mwingine. hatuna ziada leo tumezungumzia kuhusu Papa Francis. Wengine wanamwita Baba Mtakatifu, wengine wanamwita papa tu. Na ni kipi utakachomkumbuka nacho baada ya kuaga dunia hapo Jumatatu, wakati wa siku kuu ya Pasaka? Mjadala huu unafika mwisho hapa, ila unaendelea katika mitandao yetu ya kijamii. Tukitoka hapa, tukutane huko, tuzidi kuzungumza. Mimi ni Jacob Safari na nimekuwa na mwenzangu hapa. Kwa heri lakini, kwa heri kwa sasa.